Anaitwa Ibrahim Traore ni kiongozi kijana wa kijeshi kutoka Burkina Faso ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Afrika Magharibi. Alizaliwa Machi 14, 1988 katika kijiji cha Kera mkoani Mohun, Burkina Faso. Alianza masomo yake ya msingi huko Bondokui na baadaye kujiunga shule ya upili huko Bobo-Dioulasso. Katika kipindi hiki kujulikana kuwa mnyenyekevu na mwenye vipaji vya pekee. Mnamo mwaka 2006 alijiunga na chuo kikuu cha Ogadugu ambapo alisomea jiolojia, pia kuwa mwanachama hai wa jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu kujihusisha na jumuiya ya wanafunzi wa kijamaa ya Burkina Faso. Mnamo mwaka 2022 Traoré aliongoza mapinduzi ya kumuondoa rais wa mpito Paul Henry Sandaogo Damiba madarakani. Alikuwa na umri wa miaka 34 wakati huo, hivyo kuwa kiongozi mdogo zaidi duniani kwa wakati huo. Aliapishwa rasmi kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso Oktoba 6, 2022, na tangu alipoingia madarakani, Traore ameanzisha mageuzi kadhaa ya kiuchumi na kisiasa. Alikataa misaada kutoka taasisi za kifedha za kimataifa shirika la fedha la kimataifa IMF na benki ya dunia akisisitiza kuwa Afrika inaweza kujitegemea kiuchumi. Aidha, alilipa madeni ndani ya serikali na kupunguza mishahara ya mawaziri na wabunge kwa asilimia 30 huku akiongeza mishahara wa ya watumishi wa umma kwa asilimia 50. Katika sekta ya madini, alichukua hatua ya kudhibiti rasilimali za dhahabu za Burkina Faso na kuanzisha rafineria ya dhahabu ya kitaifa na kusitisha uuzaji wa dhahabu ghafi nje ya nchi, hatua ambayo inalenga kuongeza mapato ya serikali na kukuza uchumi wa taifa la Burkina Faso. Traore amehamasisha sera za kujitenga na madola ya magharibi hasa Ufaransa, na badala yake ameanzisha ushirikiano wa mataifa kama Urusi, Uturuki na Iran. Mnamo Februari 2023 alifukuza wanajeshi wa Ufaransa waliokuwa wakisaidia katika mapambano dhidi ya magaidi na kufungua tena ubalozi wa Urusi nchini Burkina Faso. Licha ya mafanikio haya, serikali ya Traore ina tana na changamoto kubwa za kiusalama mashambulizi ya magaidi yameendelea, na sehemu kubwa ya nchi inakaliwa na vikundi vya kigaidi. Zaidi ya watu milioni mbili nukta moja wamekimbia makazi yao kutokana na vita hii. Aidha, kuna ripoti ya ukiukaji wa haki za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya raia na ukandamizaji wa wapinzani. Hata hivyo, Traore ameendelea kupata umaarufu miongoni mwa vijana na wafuasi wa umoja wa Afrika akionekana kama kiongozi anayepigania uhuru na maendeleo ya bara la Afrika. Ibrahim Traore ndio kiongozi mwenye maono ya kubadilisha mustakabali wa Burkina Faso na Afrika kwa ujumla. Ingawa amekutana na changamoto nyingi, hasa akiwa katika sekta ya usalama wa haki za kibinadamu, hatua zake za kujitenga na madola ya magharibi na kuanzisha ushirikiano wa mataifa mengine zinaonyesha mwelekeo mpya katika siasa ya Afrika Magharibi. Ulikuwa nami Abubakar bin Hesen. Mwisho wa kipindi hichi ndo mwanzo wa kipindi kingine, tukutane juma lijalo. Pia usikose kusubscribe YouTube chaneli yetu Annual TV kupata update kila siku.